Jambo, Shalom jina langu Joel Asumani. Mina kuya mina toka DRC, Republic Democratic of Congo. Hapo tulikuwa nakuya na Tanzania, tulisikia vitu mingi. Tukaangalia ku television, ku COVID, tukaangalia kuma tukasikia kuma media, ku COVID, tukaanza ji ji diambia, eh tuta tutafanya hii convention. Ku COVID Tanzania, tutafanya hii convention. Even convention tulipasha tu hii cancel. But we we are we are just grateful from God, tunafika tunakuta amani vile vyote ambavyo watu walikuwa wanasema kuko vita, kuko vita, tukukuta vita. Na Mungu ni mwema sana kwa sababu anapana amani ku Tanzania, na tunamshukuru Mungu. Niko member of this full gospel and mimi nakuja Tanzania for this uh, pan african convention. Tunakia kamata hiyo baraka yenye Mungu alitutarishia hapo Arusha, hapo Tanzania. Tulifika 5 days ago and we are so happy it's a beautiful town a beautiful country and we know that god will bless us through this convention the before of this convention and the after convention will not be the same i think we will get this peace i I bless god for this peace So when we going to ogopa hakuna kuogopa tanzania iko we tulikuta vitu vyote sawa na Mungu atazidi kuleta hiyo amani na amani tabaki Tanzania. Kunjia yetu ya kukuja hapa tulikuwa na wasiwasi juu ya mambo ilipitikana ndani ya inchi. Eh, walikuwa wanasema kwanja convention wata council me, tukaomba Mungu na tukatia imani na hivi tulifika, mwingine tunakutana mwingine kuko kimya. Ndio maana tunaomba wakaaji wa Tanzania tukue na umoja, tukue na upendo wa

tunaomba basanzania bote baungana mkono bakua muntu mmoja basababu amani ni ya lazima, si vita. Haiku kitu muzuri, vita ni batu beku na kufa mafamili, kuna jisepare me kama amani iko batu bateikala pamoja majamaa, itendelea na itakuwa mendeleo tena ya inchi. donc amani iko ya kubwa sana, mimi najua kama piangu batu bekuna uwana hakuna kimya hakuna kuungana ni mubaya sana My name is Francis Owusu the International President of the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Africa needs to prosper and therefore as a businessman we believe that there should be peace in all our nations therefore we always pray for our nations as a fellowship, and wherever we go, we pray for the peace of that nation, because Jesus Christ is the Lord of peace.